Muziki yangu eh, kukuja uniamishe basi eh, ai, muna ni. Hello, ah, what are you doing here? Mambo, niko poa. Ni mambo na dat, nikuja nifunge hao. Wewe ndio mtoto wa landlord? Yeah, cuz you guys are making so much noise ti Who is making so much noise? Nyumba. Nyumba. si nyumba, si nyumba, si nyumba ina kelele kelele ni mimi ina piga kelele so why? Okay pale si mademu madimu wako campus wameva mi graduation gown wametoka ku oh graduate eh, so hao wanapiga bash, nimewapatia mwa room tu wapige piga bash. Hiyo ndio kitu na kufanya, unafunga nyumba shuwa ni na si mna piga kelele sana. Mimi sijui, uliza dadi yeye ndo anaweza jua mbona mtapiga kelele. Tusipige kelele sana. Sana. Oh, tusipige kelele sana. Ah, ni bash. Eh, mm. <laughs> Drink ziko. Ndizo hapo kwa balcony. Nice. Join wenzako. Nice. <laughs>